Ubidada anaitwa Betty, kwa wazee wa YouTube, uusi mtu mgeni kabisa, wengi wenu mnamfahamu. Anakutana na X. X anamkimbilia na kumwambia umeangusha necklace yako, yani cheni. Sasa bidada alikuwa anajua amevaa cheni, kumbe kweli kaiangusha. Akamshukuru sana mwamba kwa kumgia cheni yake, maana hata yeye alikuwa ajui kama kaiangusha, na akamwomba mwamba amvalishe. Mwamba akaona ni fursa nzuri kabisa ya kuitumia mtoto mzuri kama huyu unapokutana naye, alafu akakwambia amvalisha cheni, mnaanza kufahamiana. Mwamba akaona isiishie tu kumvalisha cheni, kama vipi ugaigai, basi utembee ili tufahamiane zaidi. Na huyu mchumba, huenda anaweza akawa mtu muhimu sana huko mbele ya safari na sisi vijana jens, maisha ndo kwanza yanaanza. Binti naye akawa anachekacheka sasa. Kosa kuchekacheka kwa wauni, hilo ni tatizo. Maana wauni wakipita na wewe ni kama akipanga. Mwamba alivyomaliza akaona kama vipi tubadilishane, basi mawasiliano. Mchumba akaona sio kesi, nitaendelea kukutafuta, naishi poa poa, naitwa nane, naitwa naitwabe Mwamba wakati anaondoka, akarudi tena akamwambia mchumba basi, hata nikushike mkono, nimemisi, hata nikushike mkono. Binti akampa mkono kwa ishara ya kuwa kokote tunapokutana mi na wewe tayari ni wana, hii tayari imekaa baridi baridi, bye bye. Mwamba akaondoka, huku mchumba anamwangalia mwamba kwenye namna, nikikukamata we mkaka, unaonekana shughuli unaiweza. Maisha yakapita, siku zikasogea, mitikasi mingine ikaendelea. Leo bidada alikuwa anahamia hapa Masaki kabisa, hapa ni maisha fulani hivi ushuani. Gari imefika imepaki hapa, wanapakua vitu kutoka kwenye gari viingizwa huko ndani ambako tayari wameshachukua nyumba. Sasa udemu yuko na mdogo wake akamwambia mdogo wake kuna mzigo mwingine anatakiwa aende akauchukue, ulikuwa umesaulika mahali dogo. Wakati anaenda akakutana na hiki kibrazameni hapa Malaki, kaanza kumpiga saundi nyingi. Binti, mbona ni mzuri, unaishi wapi? Binti anasema ndio tunahamia hapo. Oh, mimi naishi nyumba hii hapa, kwa hiyo utakuwa shikaji, si ndio? Wewe mzuri kinoma yani, unaoga mafuta? Mbona nywele zako zinang'aa hivi, umepaka nini? Mwamba alikuwa anaongea vitu kibao. Mtoto wa kike unajua tena, ukimsifia sana anabaki kucheka cheka tu, so bidada akawa anakufa kucheka cheka tu. Sasa dada yake kula anahangaika na mabegi ile kuangalia upande wa pili anamwona mdogo wake anapigwa pini hapa. Nini kinachoendelea? Wewe si nimekuagiza uondoke sasa hivi. Alivyokafokea kadogo kakaona kaka kaka dada atakuja alete balaa hapa. Kakakimbia, kakamwacha dada anaendelea kuangaika na hizi harakati zake za kuingiza mizigo ndani. Sasa wakati bidada akiwa anaendelea na hili zoezi lake la kupakua hii mizigo hapa, akapita ex, ndio yule mwamba alionana naye siku ile, akamwambia kaka samani, mambo mwamba fresh vipi? Kaishamsahau. Ehe, inakuwaje? demu akamwambia haunikumbuki mimi naitwa bet ndule demu bwana ni, ni muda umepita sana sana najua sijategemea kama ningekukuta oh, yani? yani mlango mlango tumalize kupanga vitu alafu basi unitembelee. Mchizi akaona sio kesi, mimi nipo tu, ukiona baridi unanikaribisha na kuja. Sasa sahivi naenda kuangalia mpira dakika like 0 nikigeuka kutoka kwenye kwenye mechi, kama kama kama na kama vipi mtu wangu, yani kama vipi vipi utakuja basi basi hapa hapa tu tu. Akaona akaona sio sio bidada na na mchizi mchizi anaongea namna mtaani, mimi mimi sina mtu mtu, wewe uwe wangu ki happen mwenyewe utaka wewe utaka pia maisha mengine ikabidi yaendelee. Bidada akaingia ndani, wakati anabeba mizigo, akakutana na dada yake mwingine, hawa wako watatu. Akamwambia dada yake hivi, dada, unakumbuka nishoe kukuambia kwa habari ya mwanaume fulani ambaye niliwai kukutana naye na akawa amenipa cheni yangu iliyokuwa imeanguka, akawa ameniokotea, amenipa? kijana fulani hivi, handsome boy, mzuri mzuri hivi, amepoa hivi. Unajua nimekutana naye hapa, bidada anasema. Nimekutana naye hapa, anaishi huko. Sema yeye anaishi hapa, anaishi tu mlango wa pili hapo, na nimeongea naye kiukweli. Nataka baadaye aje atutembelee hapa. Ho, bidada akamwambia, wao, kwa hiyo ulikuwa unataka kama vipi? Yani mwanzo, yani ile kujigijigi, yani tayari yale. Wewe ndio unavotaka hivyo hivyo, yani hapa sasa hivi, yani moyo wangu uniambie kitu zaidi. Ni huyo mkaka ndo naye muwaza, yani muda wote namfikiria yeye. Kiukweli yani amenikamata hapa, wao, najisikia kabisa kama nimuone tena. Bidada kaona haya tuombe Mungu kama umempata wa kumpenda basi hilo jambo la heri, wala si jambo baya. Wametoka nje, mwamba akawa anapita hapa, akawakuta wako wote wawili hapa. Mala kibinti kikamuita ex, akasogea, akamwambia dada yake, dada, huyu ndio yule mwanaume nilokuambia ninampenda sana. Mala dada akasema, hmm, huyu mbona mimi ndio ex wangu nilokuambia mwanaume mpumbavu kweli, niliachana naye nice. Ndio huyo mjinga mjinga, huyo ndio unaniambia ndio mwanaume. Amepata binti, anasema ngoja kwanza, kunye wawili mnajuana mmesha kulana mpaka mmekuwa maex mimi sijui. Akamwambia ilikuwa zamani, mchizi anajitetea kwa mchumba, kama vipi amchukue huyu wa sasa hivi. Binti anasema sawa, kwa ilikuwa zamani, kwa mkionana hapo, mnakumbuka kila kitu ambacho mlikuwa mnakifanya koo binti akaona kiukweli, kilichotokea yeye hajakipenda mwanaume alomuona, akampenda na akatamani awe naye, kumbe ni ex wa dada yake. Binti akamwambia dada, kiukweli, kusogea hapa tuishi hapa ili uwe karibu na ex wako, ni uongo, kama vipi tuondoke. Yani akashikwa na wivu, akaona dada asije akalirudia penzi tu, kama vipi bora wakose wote waondoke, na anamwambia t ex wako, alafu unategemea nini kitakuwa? Lazima hapa tuondoke, tuhame, tutoke hapa. Mchizi akaondoka akawaacha wanafamilia waendelee na kamzozo kao, watahama watahama, watajua wenyewe. Zaidi mwamba yeye alichokuwa anakitaka ni apate mchumba, na mchumba tayari ameshamkosa bidada amekaza mpaka kiasi kwamba mda huu amekuja vijana wanasaidia kutoa mizigo, inarudishwa kwenye gari. Hata kuhamia hapa ngoma imekuwa ngumu, bidada amekaza. Dada mtu alifoka aliongea lakini hakuna namna. Utaongea mwisho wa siku lazima tuje tukubaliane na makubaliano ni kwamba ni lazima tuondoke sehemu nyingine. Sasa wewe vipi ukikutana na ex wako mtaani kwako, utaishi naye mtaa huo huo au utamkimbia ex? Kwa nini ex mnamchukulia ni mtu wa aina gani? Mbona ex anaonekana kama ni gaidi? Yaani ex kama ni mtu anaweza akakutilia sumu. Amesha move on na maisha yake na wewe inabidi ufanye maisha yako. Acha kuogopa kufanya vitu kwa kofia ex bwana. Bye bye.